Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh inna alhamdu lillahi nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfirhu wanacudhu billahi min shururi anfusina wa min sayiati acmalina amma baad, bedaa kumshukuru Allah subhanahu wataala na kumtakia kheri kipenzetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zango Islam, kuna maneno yanaenea katika mitandao na nimeona kuna haja yakuu ya tole ufafanuzi ili wale ambao wanataka haki au wanataka kuelewa katika jambo hili wapate kuelewa, na wale ambao wameamua kufuata matamanio yao basi wataendelea kufuata matamanio yao. Katika kazi iyo walijitokeza, wakati kuna baadhi ya mashehe wametolea uh, propaganda, wametoa propaganda kuhusiana na nchi ya Saudi Arabia, ya kwamba Saudi Arabia wao wanafuata kalenda zao katika miandamo ya mwezi na uh, jambo hili uh, lina ufanuzi wake uh, mkubwa sana, mkubwa sana katika mambo tofauti tofauti imetokezea licha ya kwamba wanaangalia kalenda yao, lakini hawafati kalenda asipokuwa wanajithibitisha kwa kupata taarifa kamili za kuandamo kwa mwezi. Kwa hiyo hizi taarifa ambazo zinaenea sio taarifa za sawa katika nchi hiyo. Kwa hiyo wakatoa tanbihi au wakatoa tahadhari au angalizo ya kwamba watu wasifate nchi ya Saudi katika kufungua au kufunga katika mwezi wa mwandamu sasa jambo hili nami natotanibihi ya kwamba au na hapa maneno ya mrejesho juu yao ya kwamba sisi, wenye msimamo wa kufuata mwezi wa popote, ambao ni katika kauli yenye nguvu, ambayo ina madhhab tatu ambazokuwa, eh, zimeishika zime kauli hii yetu ambayo kuwa mwezi ukiandama popote basi itaswihi kwetu sisi kufungua ama kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo kauli hii ndio yenye nguvu, hilo ndio linajulikana. Maana ile ni no, maalum. Alhamdulillahi, uh, tunaona katika viwanja mbalimbali au katika msikiti tu mbalimbali katika majia tuwaona watu ambao wamefuata msimamo huu, wanahudhuria kwa wingi sana katika zile ibada za Idi, kusali Idi pamoja na kwenda kufuata hutuba hiyo ya sala ya Idi. Mashaallah, tunamshukuru Allah kwa hii neema kubwa ile ambayo ametupa, na unaona tofauti kati ya uh, sikukuu ya, ya Kiislamu na unaona tofauti kati ya sikukuu ya ambao wanafuata matamanio matamani. Uh, kisema hili namaanisha sikukuu uh, ambao wanafuata yale e, maanake kuonekana kupopote ni sikukuu ambayo kuwa ndani yake kuna wengi au jopo kubwa la Ahlusunna jamaa ambao katika hili tunaona kwamba yani tunaona kwamba watu ni wengi na yale madini yanachungwa katika katika mambo haya yanachungwa maadili katika hizi sikukuu yanachungwa sana, isipokuwa hivi sikukuu ambayo inafuata kama itakuwa ni wanaokuja uh, baada ya wanaangalia sehemu ya nchi yao ni wao kwamba wanavuka maadili na wanavaa vivazi ambavyo visivyo katika sheria na wanaenda ovyo ovyo. Wallahi, hii ni neema ambayo ambavyo tasis na tumeipambanua na, na katika jambo hili, ingawa katika jambo hili wanaingia na wengine, lakini katika jambo hili basi liko wazi na inajulikana umaalum wake. Kwa hiyo wito wangu kwa wote ambaokuwa wanafuata haki au wanaisikiza haki ni kwamba eh, kwa wale ambao wametuma hizi kwa nchi ya Saudia, hilo jambo halipo au haliko sawa, na nataraja katika jambo hili na pia sisi hatufuati nchi apia ya Saudia katika kuandama mwezi sipokuwa, tunafuata mwezi utakapoandama nchi yoyote. Kwa hiyo hata kama maneno yako au maneno yao wameyaweka au wameyafungamanisha katika nchi ya Saudia kwamba wanafuata kalenda lao ni sawa katika upande wao lakini sisi azifatisdia tu kwa nchi zote tunafuata kalenda huo, ni uongo na wote wabando hawaangalii mwezi, wanafuata wanafuata kupima kutokana saa zao za katika katika elimu. Hapana, zipo nchi ambazo zinaangalia mwezi kwa macho yao ikiwemo na hiyo Saudi Arabia. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wanatubu ilayka. Eid Mubarak.